Utawala bora ni utawala uliozingatia sheria, na Mheshimiwa Rais Dr Samia Suluhu Hassan alikuja akaleta falsafa ili tuiishi kwa Tanzania ya 4R, maliliano, maelewano, uvumiliano, tusahau yaliyopita tuendelee. Hali hii imepelekea mambo makubwa sana ya katika nchi. Tumeweza kufanya marekebisho ya sheria za uchaguzi na sheria ya vyama vya siasa Mabadiliko makubwa sana, tumeweza kufanya kubadilisha sheria na kuunda tume, tume sio tu huru, lakini inayojitegemea independent. Tumeunda na mawazo yalitolewa na vyama vyote vya siasa, na mimi nilishiriki mchakato. Ni kutokana na mawazo yale yaliyotolewa na ile kamati ya vyama vyote vya siasa ndio ikapelekea kutengenezwa kwa sheria, sheria zetu kugeuka na tukubaliana na tukanyamaza kimya na tukasema tunaenda kwenye uchaguzi. Kama kutakuwa kuna mapungufu, nadhani mapungufu yangekuja baada ya kumaliza uchaguzi, kwamba pamoja mm, ma na marekebisho haya, mbona sasa hatuoni kitu ambacho kimebadilika? Lakini hatujaenda kwenye uchaguzi, ndio tunaanza. Lakini wako wengine wanasema wenyewe hawashiriki uchaguzi. Sio kazi yangu kuwataka washiriki uchaguzi kwa, wa kwa sababu ni haki ya msingi na jambo la maana hapa ni je, mawazo hayo yao yanatekelezeka kwa kipindi hiki? Na kama yanatekelezeka je, yana yana yana yana gharama gani in terms ya muda, in terms of time? Lakini yana gharama gani in terms of kuwashirikisha wananchi, ili kuwapatia haki ya kuwashirikisha. Kwa sababu jambo la linalogusa la, la, la, la, la, la, la, la, katiba haliwezi likawa la ajenda ya kikundi cha watu haliwezi ikawa ajenda ya CCM peke yake, haliwezi ikawa ajenda ya chama fulani peke yake, haliwezi ikawa ajenda ya kikundi cha watu fulani, lazima liwe ajenda ya Watanzania wote. Ni dhahiri mtu anapodai kitu ambacho hakiwezekani, unajiuliza dhamira yake ni. Uchaguzi chini ya falsafa ya Dkt. Samia Suluhu Hassan ya maridhiano, maelewano na wenzetu wengine ambao ni wadau katika mchakato huu wa kisiasa ni vizuri wakatafakari hekima hii, busara hii, na falsafa hii, ili tuweze kuitendea haki nchi yetu, kwa sababu mwisho wa siku masuala yanayoangaliwa hapa ni ya Watanzania kwa ujumla wao, sio kikundi cha watu, ila ya Watanzania kwa ujumla wao. Tukianza heka heka hapa, hakuna atakayebaki hapa. Naji heka heka hizo zinatulazimu kwetu, tuingie kwenye heka heka hizo, lazima sana tuingie kwenye heka heka ukijiuliza usara yako itakueleza ushirikije katika uchaguzi. Na upeleke elimu hii kwa watu wengi iwezekanavyo juu ya ubaya wa kudai kisichotekelezeka katika mazingira kama haya.